Yote ya yote, unajua mlikuwa na mashindano ya nini? Mashindano ya, ilikuwa ya mbuzi ya, nini ya? Mashindano ya mbuzi, eh? Mimi nilikuwa mgeni rasmi. Nilikuwa mgeni rasmi, kuna rafiki wangu anaitwa Mohamed Misanga akasema bwana, mimi nitawanunulia jezi na tutaanzisha mashindano kama utawanunulia jezi kata Kindai. Kama sasa tengenezea Kamgogoro fulani hivi, nikaona muda unaenda, mwisho wa siku utaonekana diwani amefanya sio sawa. Nikaona basi angalau ahadi yeah, tuitimize, tuwaleteni jezi seti nane na mipira, na, na mipira nane, simenielewa eh, ili kila mshiriki apate mpira mmoja na jezi seti moja, ili angalau sasa mkishiriki ile mashindano yani mtakuwa na mimi mmenifanya nini? Yani, nimesema sasa jamani mitano tena, imeisha si ndio? Sisi tunaomba tuseme mitano imefanya nini? Imefanya nini? Imeisha sasa. Kama imeisha na mimi sasa siniishe tu vizuri, na mimi nisema yeye mheshimiwa amemaliza, si ndio jamani? Sasa mniage kwa kucheza michezo na mimi ni furahi, sawa eh? <clears throat> Kwa hiyo nikachukua nafasi hiyo, lakini pia nikasema, naondokaje nikasema, sasa nisiondoke kwa sababu tunapokwenda sasa hivi jeshi kubwa sawa, eh sisi ni jeshi mm -hmm. Alafu mnasemaga vijana ni shumata si ndio? Sasa nikasema na hawa vijana na wenyewe sasa, ili, ili waweze, waweze kulinda kura vizuri za mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, basi sisi Kindai tuhakikishe kura za Mama Samia tunazilinda kwa nguvu, kwa hali ya mali, tuwe na sare zetu za, za Chama cha Mapinduzi. Sasa nikasema vijana wetu wa Green Guard, ishirini na mbili wote wavae sare za Chama cha Mapinduzi na wahakikishe kura zinafanya nini? zinalindwa. Sasa unapotaka una kulinda kura lazima smart, afu mkakamavu sawa bwana? Yeah. Kwa hiyo nikasema na mimi nisiondoke bila kuwa, kuona kwamba hawa vijana sasa watalinda hizo kura za mheshimiwa rais vizuri. Tukasema basi tuwashonee kompati, tutatoa seti seti ngapi? 22 kuhakikisha katika Green Guard wetu wote watakuwa wamevaa sare za Sawa, jamani. Sasa tukasema ili walinde vizuri kura zetu, basi tuwe katika hali smart. Kwa hiyo na wenyewe siku ya leo basi tukasema na sisi siku ya leo tena nituwapongezeni, tutawakabidhi na wenyewe Green Guard sare zao kama mnavyoziona hizo hapo. Kwa hiyo wakati sasa umefika mwafaka na mimi niseme nzitoe, lakini niwaambieni tu tunavyoyafanya haya ni kwa mapenzi ya Chama cha Mapinduzi. Sawa eh? Sio kwamba unafanya haya kwamba una uwezo mkubwa hapa. Sawa, unaweza kuwa na uwezo alafu unaweza usitoe, si ndio jamani? Mm -hmm. Eh, sasa mimi haya nimejibana bana tu kidogo nikasema, eh, aka kakitumbua jamani, tukipata tunagawana kidogo. Mimi nasema, niwaambie wa kweli. Siku zingine watu tunaokota kota kule manispa. Sasa tukipata na mimi na huwa nadunduliza kwenye kile kibubu cha. Nyinyi si mnasema mna ile mikopo nini? Kausha damu. Sasa na mimi ninaye kausha damu kwa kuona Naiweka nikasema ikifika mwisho wa mwaka mua, tunamaliza ile miaka mitano na mi naenda kuchungulia kule nikausha damu, kuna mzigo kule, nikaona ah, kumbe mzigo unatosha kwao, nikaona bora na mimi niwarudishie kidogo, ili angalau na nyie mfanye nini muweze kupata na nchi kakeki kadogo. Kwa hiyo mkiondoka hapa, yani, muondoke na kwamba dhana ya kwamba sisi tu, mimi nimetoa, sio kama nimetoa. Sasa mheshimiwa anamaliza muda wake, huyo anaanza kututengeneza, hapana. Naomba tumwelewe sawa. Kila mtu ana staili ya kuondoka sawa. Kwa hiyo mimi nikasema niondoke na staili hiyo, si ndio? Kwa hiyo nimeona niondoke kwa hivyo, lakini pia niache ni alama, lakini kwa sababu hii nafasi ya udiwani si tu kwa kipindi kingine cha miaka mitano, hii anapanga Mungu. Sawa jamani, hii itapanga Mungu lakini pia na chama changu, sababu chama ndio kinadhiha ya kuteua nani anafaa kugombea kwa miaka mitano mingine. Niwaambieni, niwaambieni. Kwa hiyo mimi naomba ni kwamba hili nililofanya ni kwa sababu tumeshirikiana nanye kwa kipindi cha miaka mitano mizuri. Kwa hiyo mashindano kama mnavyoona ratiba ile pale e, lakini tutategemea tuta tutoe zawadi ambaye na nyie mtaona kwamba yani ni kumbukumbu kumbu yenu ya kwamba tutatoa zawadi e, mkichukua mbuzi, simnamla tu anaisha na mifupa mnaitupa huko e, sasa sitakuwa hamna zawadi ambaye mnaikumbuka sasa, tulikula tu mbuzi si ndio? Lakini mkiona zawadi usema mitano tena mama Samia, Diwani alikuwa amemaliza miaka yake mitano, alituachia zawadi. Sawa? Kwa hiyo tutaandaa zawadi ambayo itakuwa ina ukumbusho, mtakuwa inaonekana hata nyie mkienda klabu yetu ilipataga zawadi. Sawa jamani?